Kama una malengo ya kujenga biashara kubwa, kama una malengo ya kujenga biashara ambayo itaishi hata baada ya wewe kuondoka duniani, basi kuanzisha kampuni ni swala ambalo hautakiwi kulikwepa kabisa. Wengi mnasikia tu kampuni kampuni, lakini huelewi kampuni maana yake nini, na hauelewi faida za kuwa na kampuni tofauti na kuwa na aina nyingine ya biashara. Labda nikwambie tu biashara zimeganyika katika muundo wa aina kubwa tatu. Aina ya kwanza ya biashara ni biashara zinazomilikiwa na mtu mmoja, ambapo asilimia kubwa ya biashara ndogo tunazoona mtaani au tulizo nazo kwenye jamii ni biashara zinazomilikiwa na mtu mmoja. Mara nyingi biashara hii inamhitaji miliki kuwepo ili mambo yaweze kwenda. Miliki asipokuwepo biashara haiendi, miliki akiumwa biashara inaumwa. Ko ni biashara ambayo inakuwa inakutegemea wewe moja kwa moja. Faida kubwa ya kuwa na muundo huu wa biashara ni kwamba unapopata faida faida yote ni ya kwako, hakuna urasimu katika kufanya maamuzi. Muundo wa pili wa biashara ni biashara ya ubia, ambapo wewe Unakuwa, una wazo la biashara unamtafuta mwingine mwenye pesa mnafanya kwa pamoja, au unamtafuta mwenzio ambaye mnaendana maono na malengo, mnaamua kumiliki biashara kwa pamoja. Hizo ni biashara za ubia, nazo zina faida yake na zina changamoto zake. Sasa aina ya tatu ya muundo wa biashara ni biashara za kampuni. Sasa katika siku ya leo bwana, katika YouTube channel yangu nitaenda kukuambia faida kubwa kumi za kuwa na kampuni ambazo watu wenye biashara inaomilikiwa na mtu mmoja hawazipati hizo faida. Leo nitakwenda kukuambia biashara ya kampuni, jinsi ya kupata faida kutokana na kufanya biashara ya kampuni. Karibu sana bwana, katika YouTube channel yangu. Kama ndio kwa mara kwanza unanitazama, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Mimi naitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara, niliidhinishwa na benki kuu ya Tanzania na nimeandika vitabu vikubwa vinne, ikiwemo akili ya fedha, jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara, ambacho ndio hiki kitabu ambacho tunajifunza kwa siku leo. Nimeandika pia Kanuni ishirini za Fedha na Nguvu ya Kujua. Kwa katika siku ya leo bwana, naenda kukwambia faida kubwa kumi za kuwa na kampuni. Ili nikuhamasishe na wewe unaefanya biashara kama duka duka, uweze kuwa na kampuni yako, kwa sababu inawezekana na hakuna cha kukuzuia. Nitaenda kukwambia mambo niliyoandika katika kitabu changu hiki kinachoitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Humu pia nimeeleza mambo ya jinsi ya kuanzisha na kukuza kampuni. Ni kwa jinsi gani unaweza ukaanzisha kampuni ambayo inaweza ikaishi hata baada ya wewe kuondoka duniani so, Kampuni ni nini? Tuanzie hapo. Kampuni ni muunganiko wa kibiashara wa watu wawili au zaidi ulioundwa na kusajiliwa chini ya sheria ya kampuni. Kwa maana hiyo, hakuna kampuni ya mtu mmoja. Kwa hiyo ni muunganiko wa kibiashara wa watu wawili au zaidi uliosajiliwa kwa chini ya sheria ya kampuni, hiyo ndo maana ya kampuni. Sasa kampuni ziko za aina kubwa mbili, kuna kampuni binafsi na kuna kampuni za umma, yaani kuna private company na public company. Private company au kampuni binafsi ni zile kampuni ambazo zinamilikiwa na watu binafsi na kampuni ya umma ni kampuni ambazo zinamilikiwa na umma. Sasa kampuni za umma ndio zile ambazo zinauzwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, yani pabe eh, Dar es Salaam stock exchange. Hizo ndio kampuni za umma. Mfano wa kampuni za umma ni kama Vodacom, eh, NMB, CRDB, TCC, TBL. Hizi ni kampuni ambazo hata na wewe unaweza ukawa mmiliki, na unaweza kununua hisa za hizo kampuni kwenye soko la hisa. Ninaposisimulia hisa, ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Hizo ni kampuni eh, za umma. Kampuni binafsi ndio nyingi ambazo tunazionaona hizi ndogo, ndogo ndogo, na zakati zipo hata kubwa, ni kampuni binafsi. Zipo nyingi. Tigo ni kampuni binafsi. METL ya Mohamed Deji ni kampuni binafsi. Kwa hiyo hizo ni kampuni binafsi, inawezekana ni kampuni za familia. Kwenye kampuni binafsi, ukitaka kuwa miliki, kwa mfano ukitaka kuwa miliki wa Tigo, I mean, mixed by ya, ya, ya, ukitaka kuwa miliki wa Yas lazima uandike wa, waombe wale wamiliki, wao watakujadili tumkubalie kuwa miliki au la Wakikukatalia huwezi kuwa mmiliki. Ukitaka kuwa mmiliki wa kampuni labda MTL ya Modewiji, watakujadili, wakikukatalia wanaweza kukukatalia, wanaweza kukubalia, lakini kwenye public company kila mtu anaweza akawa mmiliki bila watu wengine kukaa kwenye vikao vya e, kuamua kwamba tumkubalia awe mmiliki au asiwe mmiliki. Kwa hiyo ndio tofauti mkubwa kati ya kampuni binafsi na kampuni za umma. Kampuni za umma zinauzwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kampuni za umma kila mtu anaruhusiwa kuzimiliki na kuzimiliki ni rahisi na unahitaji pesa ndogo sana. E, kwenye kampuni za umma sheria ni kwamba unahitaji kununua angalau hisa kumi tu. Kwa hiyo unakuta kama kampuni ya umma hisa moja ni elfu moja kama CRDB ilivyo kwa sasa unahitaji elfu kumi kununua hisa kumi. Kama kampuni ya umma hisa moja ni elfu kumi unahitaji laki moja kununua hisa kumi. Kwa sheria ndio inataka hivyo. So leo tutazungumzia faida za kuwa na kampuni ambazo ukiwa nayo na kampuni itakusaidia kupata hizi faida kumi ambazo watu wengine hawazipati. Tukianza na faida ya kwanza. Faida ya kwanza ya kuwa na kampuni, kampuni inaweza ikauza hisa ili kukuza mtaji. Kwa mfano umeanzisha biashara kamp... eh, ya yako ambao iko katika mfumo wa kampuni lakini unahitaji mtaji, unahitaji mtaji ili uweze kuajiri wafanyakazi bora zaidi, unahitaji mtaji ili kuweze kutangaza biashara yako zaidi. So unachofanya unauza sehemu ya kampuni yako unapouza sehemu ya kampuni yako, ina maana unauza hisa zake. So hiyo ndio the first, eh, eh, importance ya kuwa na kampuni yani, umuhimu wa kwanza wa kuwa na kampuni ni kwamba unaweza ukauza sehemu ya kampuni yako ili upate mtaji. Kwa mfano wewe, oh, umeanzia kampuni na mtaji wa milioni mia, unaweza ukauza sehemu ya kampuni yako ukapata mtaji wa milioni ishirini ukapata mtaji wa milioni hamsini ukapata mtaji wa milioni mia milioni mia mbili milioni mia tatu mia nne mpaka milioni mia tano huo mtaji unaopata utakuwezesha kutengeneza bidhaa bora zaidi, kutengeneza bidhaa nyingi zaidi, utakuwezesha kupata fedha za matangazo, utakuwezesha kuweza kuajiri wafanyakazi bora zaidi. So hiyo ndo faida ya kwanza ya kampuni. Kampuni inaweza ikauza hisa kwa watu, ikauza sehemu ya umiliki wake kukuza mtaji. Faida ya kwanza. Faida ya pili, madeni ya kampuni hayaathiri wanahisa, wamiliki. Ukiwa na biashara yako ukidaiwa, ukishindwa kulipa, tunakuja kwenye biashara yako, tunaenda kuuza nyumba yako, tunaenda kuuza gari lako, tunaenda kuuza, kuuza, kuuza mali zako nyingine. Lakini kwenye kampuni haiko hivyo. Kwenye kampuni, kama kampuni inadaiwa, madeni ya kampuni hayawahusu wamiliki wa kampuni. Si tumeelewana hapo? Kwenye biashara binafsi, kama mimi nina duka, tuchukulie mfano nina stationary e, duka la stationary la kuuza madaftari, sipeni wewe. Ukiwa na ndai kama hii, hii stationary yangu imekopa stationary kishindwa kulipa unauwezo hata kuuza gari langu, unauwezo wa kuuza nyumba yangu, si tumeelewana mpaka? Lakini kwenye kampuni haiko hivyo. Kama nimeanzisha kampuni ya kusaplai vitu vya stationary, ikitokea kampuni yangu ina deni ikishindwa kulipa kampuni, wewe huna, huna haki ya kuja kudai vitu vyangu binafsi, si tumeelewana? Kwa hiyo kwenye kampuni madeni yametenganishwa, yani kampuni inatenganishwa na wamiliki. Kwa hiyo kampuni inakuwa na madeni yake, wamiliki wanakuwa na madeni yake, sio vitu vinavyoingiliana. Hiyo ni faida ya kampuni. Madeni ya kampuni huwa hayaathiri wanahisa. Kwa hivyo inapotea, inapotokea kampuni imefilisika mali binafsi za wamiliki wa kampuni haziguswi. Inapotokea kampuni imefilisika mali binafsi za wamiliki wa hiyo kampuni haziguswi. Faida ya tatu ya kuwa na kampuni, kutokana na mifumo ya kampuni, ni rahisi kurithisha biashara kwa familia au watoto wako. Yani, unapokuwa kwa mfano una, una duka la bucha, una bucha, yani biashara ya bucha sio rahisi la kuirithisha, lakini unapokuwa na kampuni ni rahisi kurithisha kampuni kwa watoto wako, kwa sababu kampuni tayari ina mifumo. Kampuni ina wafanyakazi, inafanya kazi, idara ya fedha, wasibu, ina wafanyakazi, idara ya production ina wafanyakazi, wa idara ya marketing, masoko na matangazo. Kwa hiyo hivyo, hiyo ni faida nyingine ya kampuni. Kwa hiyo kampuni ni rahisi kurithisha kampuni kwa watoto wako au familia yako, kuliko kurithisha biashara ambayo unaimiliki wewe tu, ambayo iko katika mfumo wa duka. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu kampuni ina uwezo wa kujiendesha bila kuhitaji uwepo wako, lakini zile biashara zingine za biashara unayomiliki wewe mtu kama mmiliki mmoja haiwezi kujiendesha bila wewe. Tumeelewana hapo eh? Kwa hiyo kutokana na mfumo ya kampuni ni rahisi kurithisha biashara yako au kampuni yako kwa watoto au familia yako. Faida ya nne ya kuwa na kampuni, kwa, ka, kwa kuwa na kampuni ni rahisi sana kupata wateja kutoka kwenye taasisi kubwa. Kwa mfano wewe una gereji, ukitaka kupata tenda ya magari yote ya kampuni ya NMB yawe yanatengenezwa kwako, lazima uwe kampuni. Yani mtakuwa tu gereji ya kawaida, si tumeona eh? Kwa ukiwa na kampuni ni rahisi kupata wateja wakubwa kutoka kwenye kampuni kubwa na kutoka kwenye taasisi kubwa za serikali au taasisi binafsi. Hiyo ni faida nyingine kwa kama una, una malengo ya kupata wale wateja wakubwa, unataka kupata kazi kubwa kutoka kwa serikali au kutoka kwenye makampuni makubwa, mashirika makubwa, ni lazima uwe umesajili kampuni, lazima uendeshe biashara kwa mfumo wa kampuni. So hiyo ni faida nyingine faida ya tano ya kuwa na kampuni ipo katika faida ya kodi. Kampuni inalipa kodi kutokana kutoka kwenye faida na sio kwenye mauzo. Hiyo ni faida kubwa sana, yaani kampuni inalipa kodi kutokana na faida na sio mauzo, wakati biashara nyingine zinalipa kutokana na mauzo. Uelewe kwamba mauzo yanaweza na, ya yakawa makubwa lakini faida ndogo. Unaweza kuwa umeuza milioni kumi lakini faida milioni mbili mauzo milioni kumi lakini faida milioni mbili Sasa kampuni inalipa kodi kutokana na faida na sio mauzo, kwa sababu mauzo yanaweza kuwa makubwa lakini kwa faida kadogo. Lakini biashara za kawaida zinalipa kodi kutokana na mauzo. Kutokana na tathmini ya mauzo, wanavyokukadiria kutokana na mauzo. Sio? Tumeelewana. So hiyo ni faida kubwa sana, ni fursa kubwa. Kwa hiyo ukiwa ume, ume, umepata faida kidogo unalipa kodi kidogo, ukipata faida kubwa ndio unalipa kodi kubwa. Kwa hiyo ni advantage ambayo unaweza ukaipata. Faida nyingine kutokana na sheria zilizopo, kampuni ikipata hasara inaweza isilipe kodi kama ina ushahidi wa hasara iliyoipata. Kwa hiyo kampuni ikipata hasara inaweza isilipe kodi kama ina ushahidi wa hasara iliyopatikana katika kampuni hiyo. Ni faida nyingine. Faida nyingine ni kuhusu kodi pia. Kodi hawakati kutokana na ukubwa wa mtaji, wala hawaangalii mtaji kujua kiasi cha kodi cha kulipa. Hiyo ni faida nyingine. Hawakati kutokana na ukubwa wa mtaji, hawaangalii mtaji kukata kodi. Hiyo ni faida nyingine. Faida nyingine ni faida ya kuaminika. Unapofanya biashara katika mfumo wa kampuni, unaaminika zaidi. Unaaminika na watu, unaaminika na taasisi za fedha, unaaminika na unaweza ukapata mikopo kirahisi. Unaweza kupata eh, washirika wa biashara, wawekezaji kirahisi, unaopata kwenye kampuni. Uweze ukafungua tu duka lako eh, lipo tu, ukategemea watu upate wawekezaji kutoka nje au ukapata wawekezaji kutoka ndani lakini kwenye kampuni ni rahisi kupata wawekezaji kutokana na mifumo ya kampuni. Ni mifumo inayoaminika, ni mifumo ya utendaji ambayo haitegemei mtu mmoja. Watu hawawezi kuwekeza kwenye biashara yako ikiwa wanajua biashara yako inakutegemea wewe 100%. Si tumeona mpaka hapo eh? Yes, kwa faida ya kuaminika ni ukweli kuwa kampuni inaaminika zaidi kuliko mtu binafsi. Si tumeona mpaka hapo eh? Unapoaminika katika biashara kuna faida nyingi, ikiwemo kupata mkopo kwa urahisi, kupata wawekezaji kwa urahisi na washirika wa, wa biashara partners sana kupata partners. Tumeona mpaka hapo. Faida nyingine ya kampuni, katika kampuni mfanyabiashara anatenganishwa na biashara. Biashara yani kwenye kampuni miliki wa kampuni ametenganishwa na na kampuni yake, tofauti na kwenye biashara za kawaida. Mtu akifungua duka la nguo. Yani, yeye na biashara yake vinategemeana kwa 100%. Akiumwa, yeye duka lake la nguo linaumwa. Akipata msiba, anafunga duka. Eh, hata kama hajafunga duka, lakini duka linayumba kwa kiasi fulani. Akipata msiba, ina maana unabidi uchukue hela za biashara kufanya nini? Kuhudumia msiba wako au dharura yako uliyoipata. Lakini kwenye kampuni unalipwa mshahara, wamiliki wanalipwa mshahara, sio? Unalipwa mshahara kwa hata kampuni. Wewe ukiumwa, sio ukiumwa au mmiliki ukiumwa, kampuni yaumwe. Kampuni inaendelea na operation zake kama kawaida, sio? Tumeelewana hapo eh? Kwa hiyo tunasema katika kampuni mfanyabiashara anatenganishwa na biashara, hivyo kuto kuwepo kwa mmiliki hakuwezi kuzuia kuendelea kwa biashara hii hii ni kutokana na mifumo ya kampuni. Sisi tumeelewana mpaka hapo? Hiyo ni faida kubwa sana ya kampuni. Faida nyingine ya kampuni ni fursa ya kukua kwa haraka. Unapofanya biashara kwa mfumo wa kampuni, yani ukisajili kampuni, biashara yako au kampuni yako itakuwa kwa haraka, tofauti na ukifanya biashara kwa mfumo wa kawaida usio mfumo wa kampuni. Kampuni ina fursa hii kwa sababu inaweza ikashirikiana na kampuni nyingine kubwa. Mfano unakuta NMB wanashirikiana na Vodacom kampuni fulani nashirikiana na kampuni fulani. Kwa hiyo inakupa fursa ya kukua zaidi na kuaminika zaidi, lakini pia kampuni ina fursa ya kufanya biashara zaidi ya moja. Kwa mfano kampuni ya Azam au Baressa Group of Company ina makampuni mengi, ina kampuni ya mpira ile Azam FC, wana kampuni ya Azam TV wana kampuni ya usafiri wa zile boti za, za, za Kilimanjaro. Wana kampuni ya vyakula unga ule, wana kampuni ya vinywaji vile tunavyofahamu, Azam Cola, sio nini nini. Kwa hiyo kampuni ina fursa ya kufanya biashara nyingi kwa pamoja, biashara zaidi ya moja, lakini mtu binafsi hiyo fursa hawinao. Ukifanya biashara zaidi ya moja unaanza kuchanganyikiwa, matatizo yanakuja kibao, lakini kwenye kampuni ni rahisi sana kuendesha biashara. So hapo nimekueleza faida kubwa za kuwa na kampuni, lakini kubwa zaidi ni kwamba unapofanya biashara kama kampuni ni rahisi kuaminiwa, ni rahisi kupata wawekezaji, ni rahisi kukuza mtaji wa kampuni yako wa biashara yako. Unapopata, unapofanya biashara kwa kampuni ni rahisi kupata wateja wakubwa, taasisi kubwa za kiserikali na zisizo za kiserikali zinapenda kufanya kazi na watu ambao wanafanya kazi kama kampuni, wako professional. Lakini pia kampuni unaweza ku attract wafanyakazi bora, yaani ukitaka wale wafanyakazi wa bora kabisa, wazuri sana, lazima uwe na kampuni. Kwa sababu wafanyakazi wazuri nao wanapenda kufanya kazi na kampuni, wanapenda kufanya kazi siyo na mtu ambaye ana duka tu au na biashara tu ndogo ya kawaida. Kwa hiyo mimi nimekufundisha somo hili ni kuhamasisha, kuna watu ambao kutokana na biashara zenu mnatakiwa muoperate kama kampuni, lakini nyinyi mnaoperate kama duka tu la kawaida au biashara inayomilikiwa na mtu mmoja. Hizo ni faida za kuwa na kampuni. Of course, kuna faida na kuna changamoto, kila kitu kuna na changamoto zake. Changamoto za kuwa na kampuni, changamoto ya kwanza, ugumu katika kufanya maamuzi e, ule tunaita urasimu e, unapotaka kufanya maamuzi yoyote lazima uwashirikishe wamiliki wenzio, kwa sababu kampuni umiliki mwenyewe. Kwa hiyo unawashirikisha wamiliki wenzio, kitu ambacho ungeweza kufanya maamuzi mwenyewe na ukaokoa muda. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni hiyo, ugumu au rasimu katika kufanya maamuzi. Changamoto nyingine e, ni kwenye usajili. Kampuni inahitaji nyaraka nyingi kidogo na inahitaji fedha zaidi kusajili tofauti na unaposajili biashara kama business name au biashara inayomilikiwa na mtu mmoja. Changamoto nyingine kwenye kampuni zinaendeshwa kwa sheria na zinafuatiliwa sana. Zina wafuatiliaji wa ndani ya kampuni na zina wafuatiliaji wa nje ya kampuni kama TRA, BRELA na, na taasisi nyingine za serikali. So hiyo ni kubwa kuhusiana na kampuni. Sasa haya yote ninayokufundisha hapa nimeeleza kwenye kitabu changu cha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara. Ndani humu pia utajifunza mambo ya kampuni, ikiwemo jinsi ya kusajili kampuni, faida za kuwa na kampuni, kampuni binafsi, private company. Utajifunza pia public company kama nilivyoeleza hapo awali. Lakini make sure una kampuni. Na mimi nayoongea nawe hapa, nina kampuni ya masuala ya teknolojia inaitwa Biashara Soft Limited. Biashara Soft Limited ni kampuni ambayo inawasaidia wafanyabiashara kuendesha biashara zao kisasa so wewe kama una wewe ni mfanya biashara na una biashara unaweza ukatumia mfumo wetu wa Biashara Soft ambao unakusaidia wewe kusimamia stoku kusimamia wateja kusimamia mauzo kusimamia E, matumizi madeni kwenye biashara yako au kwenye kampuni yako. Kwa hiyo, mfumo wetu wa Biashara Soft unakusaidia kuendesha biashara yako kidigitali. Mfumo wetu unaweza ukautumia kwa simu, mobile application kwenye simu za iOS iPhone, na wenye simu za Android, simu za kama Samsung, Infinix, Tecno. Kwa hiyo kama wewe ni mfanyabiashara, unaweza ukawasiliana nami kwa namba za simu unazoziona katika skrini ili kuweza kuelekeza namna ya kupata e, application yetu. Application yetu ya biashara soft inakusaidia wewe mfanya biashara, una duka la nguo una, una, una duka la simu, unauza vitu vya stationery, una duka la aina yoyote, una biashara aina yoyote, unaweza kutumia application yetu kuweza kusimamia stock. Stock ikiwa inakaribia kuisha, application yetu au mfumo wetu unakutumia message, lakini pia mfumo wetu unakupa orodha yote ya wateja wote waliowahi kununua kwako na wamewahi kununua nini, na inakupa orodha ya wateja bora. Unaweza kawapa ofa wateja bora, kwa mfumo unakutengenezea hiyo orodha ya wateja bora. Lakini mfumo wetu pia, kama unauza kwa madeni, mfumo wetu pia unakusaidia kufuatilia watu wote unaowadai na unaowadai shilingi ngapi. Na wewe pia kama unakopeshoga mzigo kwa supplier, mfumo pia unakusaidia kujua supplier anakudai shilingi ngapi, deni ni lini unatakiwa uripe na vitu kama hivyo. Hapo mfumo pia unakusaidia kufuatilia matumizi eh, labda ni matu, sehemu kubwa ya matumizi yako kwenye biashara yanaendaga kwenye nini? Mishahara, kodi, usafiri, vyote hivyo unaweza ukaviona. So application ya biashara softi inapatikana, unaweza ukaingia kwenye Instagram ukaandika biashara softi ili uweze kujua mambo mengi zaidi kuhusiana na kusimamia dhama za kutunza taarifa za biashara kwenye madaftari zimepitwa na wakati. Kwa sasa unaweza ukatunza taarifa za biashara yako na ukasimamia biashara yako bila wewe kuwepo kupitia mf mfumo wetu wa biashara soft. Hii ni application inayopatikana kwenye simu na unaweza ukatumia kwenye kompyuta kwa mfumo wa web version. Simamia stock yako, simamia wateja wako, simamia mauzo yako kupitia application yetu. Hapo utapata ripoti ya mauzo ya siku, ripoti ya mauzo ya wiki, ripoti ya mauzo ya mwezi na ripoti ya mauzo ya mwaka. Utapata ripoti ya mauzo, ripoti ya matumizi, ripoti ya wateja bora kwenye biashara yako. Asante sana. Kama utatamani, utakuwa umevutiwa na mfumo wetu, tuwasiliana nasi kuweza kupata taarifa zaidi. Tufuatilie, tuna website ya biashara software, unaweza kufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kwa jina la biashara software, au tupigie kwa namba za simu kwa maelezo zaidi. Usitunze taarifa za biashara yako kwa daftari. Asante sana bwana, kwa kunisikiliza. Mimi nimeandika vitabu vikubwa vinne. Cha kwanza ni hiki kinaitwa jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara, ni shilingi elfu ishirini. Huku utajifunza mambo ya kupata wateja wengi, kuongeza mauzo kwenye biashara, kupata faida zaidi, kutangaza biashara, jinsi ya kuanzisha biashara, kuchagua biashara sahihi itakayokulipa Kitabu kingine ni hiki kinaitwa Akili ya Fedha. Kitabu kinaeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Kitabu hiki ni 2025, ni kitabu changu cha mwisho kipya. Lakini kitabu kingine ni hiki hapa. Hiki ndio kitabu changu cha kwanza kuandika, kinaitwa Kanuni 20 za Fedha. Kinaeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa sahihi. Humu utajifunza sehemu sahihi za kuweka akiba. Usiweke kibaya kwa sehemu ambako iongezeke thamani. Nimeeleza kuhusiana na UTT, nimeeleza kuhusiana na hisa, nimeeleza kuhusiana na hatifungani. Hizo ni sehemu ambazo unaweka kiba yako inaongezeka lakini pia nina kitabu kingine hiki kinaitwa nguvu ya kujua kinaeleza mambo 16 s unaopaswa kuyajua na kuyazingatia ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako asante sana kwa kunisikiliza kupata vitabu hivi vitabu hivi ni elfu ishirini kasoro hicho cha akili ya fedha ni shilingi elfu ishirini na tano unaweza kupata vitabu hivi kwa namba za simu unazoziona katika skrini 0744126640 au nifuatilie kwenye mitandao yangu yote kwa jina la Victor Mwambene. Asante sana bwana. Hadi wakati mwingine